Maafisa mifugo na uvuvi wote walio katika ngazi mbalimbali, kama mheshimiwa waziri anazunguka mkoa kwa mkoa kwenda kuonana na wadau wake, ni kwa vipi wewe unapata nguvu ya kukaa ofisini na kutokwenda kuwatembelea? Hii ni chachu kwa maafisa wetu, kwamba kila afisa atenge utamaduni wa kwenda kuwatembelea wafugaji katika maeneo yao kujionea changamoto zao na kuzitatua huko waliko. Isilazimike wafugaji lazima wafunge safari kuja kukuona wewe, wewe funga safari, nenda kawaone wafugaji, tatua changamoto zao kule waliko. Na huu naomba uwafikie ujumbe, maafisa mifugo na uvuvi nchi nzima kwamba huu ndiyo utamaduni ambao Daktari Bashiru Ally Kakurwa ameagiza uanze kuanzia sasa na kwa wale ambao wataonekana ni wavivu waanze kukaa mkao wa kujirekebisha kwa sababu watashindwa kuendana na kasi ya Mheshimiwa Waziri, watashindwa kuendana na kasi ya Wizara, watashindwa kuendana na kasi ya Mheshimiwa Rais na hivyo tutalazimika kuwaweka pembeni.